Ndugu zangu hasa vijana, sisi tumejitolea, tumejitolea maisha yetu, wengine tumeanza harakati vijana wadogo, miaka 17 mpaka leo tunazeeka kwenye harakati. Sisi tumefanya wajibu wetu. Mheshimiwa Othman mnamkumbuka kwenye Bunge la Katiba anaambiwa piga kura uisaliti Zanzibar, akasema "Katafuteni vibaraka, si mimi, mzanzibari mwanakindakinda." na mnamkumbuka bwa mdogo katika Bunge la Katiba aliisaliti Zanzibar, lakini mzanzibari Osman Masudi akasimama na Zanzibar. Piga makofi kwa mheshimiwa Osman Masudi. Ndugu zangu, ilani ya CCM haiwezi kulisema hiyo, lakini ilani ya ACT ina sura kamili ndani yake kuzungumzia mamlaka ya Zanzibar. Tunachosema nini katika hili la kwanza? Wazanzibari, mpo? La kwanza tukimwapisha Rais Othman Masoud na serikali yake, na nikupeni siri, tayari kesha kamilisha safu yake ya serikali nzima. Hatuna wasiwasi wasi. Tarehe 29 Oktoba, wapange wapangue, wanaondoka wanatuachia nchi Wazanzibari wenyewe chini ya Rais mpya Othman Masoud inshallah. La kwanza ndio na kufanya tunataka, mapitio ya mkataba wa muungano kuakisi matakwa ya Wazanzibari. La pili, kuiandika upya katiba ya Jamhuri ya Muungano kurejesha mamlaka ya Wazanzibari. La tatu mambo yote yanayohusu haki za Zanzibar, ikiwemo haki zake katika Benki Kuu tutakwenda kuzidai na Watanganyika watazitoa mbele ya Wazanzibari. La nne, mambo yote ya kiuchumi yaliyoingizwa katika mkataba muungano kinyume na ridhaa ya Zanzibari tunayarejesha katika mamlaka ya Zanzibar, tuje tuisarifu upya nchi yetu, tufike alikokutaka mzee wetu almarhum almsefu kwenye Singapori ya Afrika. Maalim hakuwahi kukamilisha, atakamilisha mwanafunzi Othman Masoud na timu yake. Wazanzibari, mko tayari kuyaunga mkono hayo? Mtakwenda kuchagua wasaliti tarehe 29 Oktoba? Mtachagua vibaraka? Mtachagua mpita njia, ama mtamchagua mzalendo mwana kinda kindaki kwenda kuinganganua Zanzibar na haki zake Watakao mchagua wa Mzanzibari mwana kindakindaki Othman Masoud, mkono juu! Bado mkono juu, mkono juu. mnatupa hadio kaskazini itaongoza harakati yeah. hizo itaongoza harakati hizo kaskazini yeah. Asante kwa ahadi hiyo, na naamini rais mpya wa Zanzibar akaisikia.